Naomba na mimi nitumie nafasi hii kuungana na mkurugenzi wetu wa jiji la, la Dar es Salaam e, kutoa shukrani na za dhati kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa fedha nyingi ambazo amezileta kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwenye eneo la elimu sekondari. Ni zaidi ya bilioni 32 Mheshimiwa Rais amezileta miongoni mwa fedha hizo ni hizi bilioni 4.6 ambazo mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam ndugu yangu Eliuruma amezitaja kwamba zimekuja hapa katika kata hii ya Kitunda kuhakikisha kwamba tunajenga shule hii ya kisasa ya sekondari. Hivyo tuna kila sababu wanailala wana halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya, lakini kwa fedha nyingi ambazo amezileta kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Lakini itumie nafasi hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge, nimshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga na wa mheshimiwa Sla, nimshukuru e, meya wetu wa jiji la Dar es Salaam na waheshimiwa madiwani wote na wabunge wote kwa sababu almashauri ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuongeza nguvu ya makusanyo yake ya mapato ya ndani. Hivyo kwa kipekee namshukuru rafiki yangu sana mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Elihuruma, kwa makusanyo makubwa ambayo almashauri ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuyapata, e, ambapo mwaka huu tunakwenda kuhakikisha tunaweza kukusanya bilioni 130. Fedha hizi za mapato ya ndani ndizo chagizo za ujenzi wa shule hizi za kisasa, mashule haya ya gorofa. Paka sasa tunakwenda kujenga kukamilisha mashule nane, lakini kwenye bajeti ya mwaka huu kuna shule kumi ambazo zimeenda kujengwa kwa kiwango cha ghorofa kama miongoni mwa shule hizi hivyo, na kila sababu sana nimpongeze sana mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam rafiki yangu na kaka yangu Eliruma, na timu yake nzima ya mainjinia, kwa maana sasa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunakwenda kuonyesha nguvu ya fedha ambazo tunazo kwenye miradi mikubwa kama hii. Shule hii itakuwa ni shule ya ghorofa nne kama alivyosema mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam. Shule hii itakuwa ni shule ya kisasa yenye madarasa kumi na sita ya kisasa yenye hadhi ambayo itakuwa paka. Wakati mwingine nilikuwa namtania na mkurugenzi, lazima tuhakikisha tunaweka AC kwenye haya madarasa, lakini shule hii itakuwa ina, ina, ina, ina maktaba kwa maana yake, kutakuwa kuna maktaba ya kisasa ambayo itakuwa kwenye, kwenye shule hii. Shule hii itakuwa na maabara nne, yani maabara zote ambazo zinatakiwa kwenye shule zetu za sekondari, hapa kwenye haya majengo yatakuwa yamekamilika. Lakini shule hii itakuwa ina zaidi ya ofisi kumi na, kumi na mbili zitakuwepo hapa, maana yake walimu wote watapata ofisi hapa, lakini watapata viti hivyo. Nimpongeze sana mkurugenzi na timu ya kwa kuona umuhimu wa kujenga shule za kisasa katika jiji la Dar es Salaam. Lakini ni mpongeze kwa maana tunakwenda kujenga shule za ghorofa. Shule kama hii itaenda kujengwa pia maeneo ya Vingunguti kule Mheshimiwa Rais mara nyingi amekuwa akisema akiruka anataka kuona jiji lake la Dar es Salaam linabadilika, na sisi almashauri ya jiji la Dar es Salaam tunaenda kuonyesha kwa vitendo namna gani fedha zake za serikali ambazo zinakuja katika jiji letu tunakwenda kubadilisha. Leo hii mimi na mkurugenzi na wataalamu tumezunguka kwenye baadhi ya miradi kuona. Hii ni sehemu ya mradi ambayo Mheshimiwa Rais ameleta katika eneo letu, hivyo tuna kila sababu ya kushukuru. Lakini nimtake mkurugenzi kuhakikisha kwamba mkandarasi ameahidi ndani ya mwaka mmoja anakwenda kukamilisha, hivyo itakapofika mwakani mwezi wa pili, tunaamini kwamba shule hii sasa itakuwa imefika katika hatua ya kuweza kupokea watoto. Kwa maana gani? Kwa maana shule hii tunategemea inakwenda kupokea watoto wa shule hii ya kata ya Kitunda, shule ya kata ya Kivule ambao wako karibu, shule ya kata ya Kipunguni ambao pia kule kwenye shikata ya Kipunguni ambayo iko jirani hapo, imeenda kujengwa shule ya ghorofa ya bilioni moja nukta sita ambayo karibu iko hatua za mwisho za kukamilisha, hivyo watoto wa maeneo haya watakuwa wanakuja hapa, lakini kuna watoto wa wa kipawa watapata nafasi ya kuja kusoma hapa, na watoto wengine wa ukonga watapata nafasi ya kuja kusoma hapa. Hivyo unaona ni, ni, eneo la, la muhimu sana katika maendeleo ya halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia na dhamira ya mkurugenzi kuhakikisha kwamba miradi hii yote inakwenda kukamilika kwa wakati. Hivyo nikupongeze sana mkurugenzi, na nikutaki kwamba tuhakikishe tunakwenda kuikamilisha hii miradi, lakini wapongeze sana mainjinia wetu ambao wa na wataalamu wetu kwa kuhakikisha mnasimama, lakini mpongeze mkandarasi, kwa kweli unamuona kabisa jitihada ya mkandarasi toka tuna saini mkata huu ulikuwa ni mwezi wa tatu mm. Spidi yake sasa inaendelea kuwa, mm. kuwa nzuri kwa maana unaona kabisa kutoka mwezi wa kwanza wa pili, wa tatu ameenda ameshika ameshika vizuri. Hii tunapokwenda wa nne, wa tano wa sita tunategemea atakuwa namwaga ana mwaga, na mwaga sababu ya, ya mwisho. Hivyo tunaamini kabisa kwamba miradi hii ni chachu ya maendeleo katika jiji letu la Dar es Salaam.